Ah, izoli, mkani, Elaba simba Auji. Tunaposema asante Ruvuma, hatusemi kwa mzaha, tunamaanisha mapokezi ya kishindo yenye nguvu na yaliyojaa upendo wa dhati kutoka kwa wana Ruvuma kwa mgombea mwenza wa uraisi Daktari Emmanuel John Nchimbi. Kutoka Songea hadi Lituhi wilayani Nyasa, kila kata ya Ruvuma imeonesha upendo mkubwa kwa mama wa taifa Daktari Samia Suluhu Hassan. Na hata kule Tunduru sauti ni moja tu, mama Samia anakubalika anapendwa na anaaminiwa. Naye Daktari Emmanuel John Nchimbi hakusita kuonesha shukrani zake kwa moyo mkujufu. Alizungumza machache kwa wana Ruvuma. Na mimi ninachotaka kuwahakikishieni ni kwamba kazi ya kumsaidia mama Samia kuongoza nchi yetu, kumsaidia kuhakikisha kwamba tunapata maendeleo, nitaifanya kwa nguvu na kwa uaminifu. Nataka niwahakikishieni sitawaangusha, sitawaangusha. Tumebakiza siku chache, tufike tarehe 29 ya mwezi huu ili wote tukatiki kwa mama Samia. Wakazi wa Ruvuma tayari wameamua kwa sauti moja, kwa imani moja, watamchagua tena Daktari Samia Suluhu Hassan aendelee na awamu nyingine ya miaka mitano ya maendeleo. Asanteni sana Ruvuma, mmetisha. Maendeleo yapo nanyi na yatabaki kuwa nanyi siku zote. Baada ya mapokezi ya nguvu kutoka kwa wanaRuvuma, sasa mgombea mwenza wa urais Daktari Emmanuel Nchimbi anarejea tena mkoani Lindi, safari hii Kumalizana na wakazi wa Kilwa Kaskazini. Hodi Kilwa, ni zamu yenu sasa. Daktari Manuel Nchimbi anakuja.